Mwanamke mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sasa anadaiwa kuiba mishikaki nane ya nyama ya kuku yenye thamani ya shilingi elfu 16. Tukio hili lilitokea usiku wa kuamkia leo, majira ya saa kumi alfajiri, katika kumbi ya starehe night club ya Waste Gate iliyopo mjini Sumbawanga. Kwa mujibu wa Rafael Salamba, ambaye alizungumza na Gachi TV, mwanamke huyu alichukua mishikaki hiyo nane kutoka katika jiko la chakula lililopo nje ya klabu hiyo. Wakati huo, muuzaji wa mishikaki alikuwa ndani ya klabu, akiendelea na kazi ya kukusanya vyombo. Bila ridhaa ya muuzaji, mwanamke huyo alikimbia kwa pikipiki piki akiwa na mishikaki aliyoiba. Baada ya kupata taarifa hii, Gachi TV imewatafuta muuzaji na mmiliki wa jiko hili kupata maelezo ya undani na ukweli wa tukio hili. Ni mimi Sekela kutoka Gachi TV. Mimi kwa majina naitwa Rafaeli Salamba. Jana ilikuwa ni majira ya saa kumi alfajiri, wakati nafanya kazi zangu za kuhusu upishi na chakula, alikuja dada. Wakati huo mimi nimeingia ndani, sijaacha sija mtu yoyote nje, watu waliokuwepo walikuwa ni bodaboda tu. Wakati mimi natoka ndani nikamkuta u dada amechukua mishikaki ilikuwa nane ya kuku, anachukua pikipiki piki na anakimbia akiwa ameshika mkononi, haipo kwenye foil wala kwenye bahasha. Kwa kujiamini zaidi, nilivyoona situation hiyo, nilichukua bodaboda na kumfukuzia, wakati tayari ameshachukua tayari, yaani ame. natoka ndani tayari kukusanya vyombo, ameshachukua tayari hiyo mishikaki na ameshika mkononi. Umeona, amechukua pikipiki na kukimbia nayo, nikachukua bodaboda na kuanza kumfukuzia. Nimemfukuzia na bodaboda boda, nimeenda kumkamatia Saneloji, ipo karibu na Katazi, ndipo sehemu alipokuwa anaenda kuketi na ndipo sehemu ambapo kuwa analala umona hiyo sehemu alipofika, alivoshuka na pikipiki piki tu mimi nilikuwa nimefika na pikipiki piki pale mona, nikawa niambia sister, hii mishikaki mmetoa wapi? Akaniambia kwamba mishikaki imefanyaje, nimekuzia mtu fulani hajanua mishikaki hajafanya nini mishikaki, ameiba ni ya wizi pale, pale, pale, pale, moja kwa moja nikawa nimefanyaje, nimemweka chini ya ulinzi naomba hela ya mishikaki. Hii mishikaki haijanunuliwa, hii mishikaki imeibiwa ofisini Westgate. Siwezi kutoa hela ya mishikaki, ndio siwezi kutoa hela ya mishikaki. Peleka sehemu yoyote unaotaka wewe, afu mimi polisi nafahamika kulivyo unavyozani wewe, nafahamika kulivyo unavyozani wewe. Hebu jaribu kupeleka sehemu yoyote. Ha, okay, sawa. Mishikaki umechukua ipo nane ya kuku. Mishikaki mmoja inauza shilingi elfu mbili. Mishikaki nane shilingi elfu kumi na sita, kwa nusu nilipe tu hela, kwa sababu umekamatwa, ina ushahidi. Boda bodaboda walikuwepo mona, licha tu ya bodaboda, kuna watu baadhi wamekuona wengi kibao, alafu licha tu ya hivyo, natoka ndani, wewe unachukua mzigo na kupanda pikipiki na kuondoka, nimekuona kwa macho yangu mimi, umeona? Achana na hiyo bodaboda tu ulie, yaani bodaboda ambaye amekubeba wewe, unamwamini ni mtu ambaye anasema kuwa kwamba umefanya tukio moja mbili tatu hivi na hivi, umeona? Tufanye tu tuongee tu labda yeishe Siwezi. We, kama unaweza kufanya jambo lolote fanya. <laughs> Ila mimi mishikaki sijafanyeje, sijaiba ndio. <laughs> <laughs> Nikasema oke okay, sawa, hu unataka tufike sehemu husika. Akasema ndio. Oke okay, sawa, tutafika basi. <laughs> <laughs> Kwa kuwa mimi sitaki mambo mengine endelee aliniambia kuwa kwamba anafamiana na askari wote pale kituoni. Nikasema unafamiana askari wote sindio? Poa. Wewe si utaki kulipa hela ya hii mishikaki kuliochukua na unasema nipeleke sehemu yoyote watakusikiliza na watafanya nini? Yaani, uwezi kwenda sehemu yoyote. Sawa. Ila kwa mimi utaenda sehemu yoyote. Umeona, na utanilipa hela yangu. Umeona? Hey, ko nikamshikisha mishikaki umona, mpaka tukafika kituo cha polisi. Kituo cha polisi moja kwa moja tukaingia mpaka reception pale mona, ndo nikafungua kesi mona. Lakini baada ya kufika pale, kitu ambacho alichokifanya yeye, alitaka yani, kabla mimi sijaanza kuongea chochote, alitaka kwanza kuzungumza yeye ili kunigandamiza mimi. tulipofika Umeona, alifika pale na kuanza kulia kutoa majozi, ili aonekane yeye ameonewa. Lakini baada ya hapo, mimi nikawa nasikilizia askari pale watazungumza nini. Umeona, askari walikuwa waelewa, umeona walimsikiliza. Baada ya hapo, wakaniambia ndio tunakusikiliza, wakanipa nafasi ya kunisikiliza mimi. Hayo makovu ambayo alikuwa nayo ni makovu ambayo anao muda wote, umeona kwa sababu wale inaonekana ni watu ambao wamezoea kula vitu vya watu, kwa sababu masaa ishirini na nne utakuta ni mtu ambaye usoni aeleweki, umeona, lakini sikuchukua hatua yoyote ya kumpiga ya kufanya jambo lolote, na istosha zaidi, kulikuwa watu, kulikuwa bodaboda wake, alafu alikuwepo bodaboda wangu mimi, umeona, wakati ambako nimekuta sehemu ya tukio, umeona, kwa bodaboda anaweza akaelezea kuwa ilikuweje, umeona. Kama hilo nitakuwa nimeongea tofauti na kinyuma, bodaboda anaweza akaongelea, anaweza kuhusu ile yaani